Awali ya yote ninakuhusieni bila kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maudhuu ha leo, ama maudhui yetu ya leo, sanatahaddath haula alsaada, tutazungumzia juu ya wema, faida za wema. Wema ni nini na nini ni faida ya wema? Tutaelezea faida ya wema Kia, kiafya, faida ya wema kijamii, faida ya wema kisaikolojia. Wema ni kinyume na madhambi. Mtu akiacha madhambi haya aina yoyote, basi huyo amekuwa ni mwema. Wema ni kuacha yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza na kufanya yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaamrisha. Hivyo tutaelezea faida za wema kiafya kijamii na kisaikolojia. Sasa hivi madaktari wamethibitisha, jamii kubwa sasa inasumbuliwa na tatizo la afya ya akili. Jamii kubwa imekuwa ina tatizo kubwa la afya ya akili. Nini sababu ya watu kuwa na tatizo la afya ya akili? Sababu ya watu wengi kuwa na tatizo la afya ya akili ni kukithirisha sana madhambi. Watu wamekitisha madhambi mpaka inafika mahala yale madhambi yanawaathiri, inafikia mahala wanakuwa afya za akili zao ni mbovu. Faida ya kwanza ya wema, asaada tamnahu linsana rahata nafsia wa qabula dhati, wema humpa mwanadamu raha na furaha ya kisaikolojia na kujikubali. Mtu anapokuwa na wema basi anapata raha ya kiafya na kisaikolojia na anakuwa ni mwenye kujikubali katika maisha yake. Hana mashaka, hana wasiwasi wowote, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitamtatiza katika maisha yake, au hakuna jambo ambalo litamdhuru katika maisha yake au katika akili yake, kwa sababu hana madhambi ya namna yoyote, kwa sababu madhambi yanamfanya mtu kuishi katika maisha ya wasiwasi, wasiwasi, wasi muda wote Faida ya pili, asaada tudkhulu ala alusrati asurura waraui walhudui, wema hutia furaha katika hutia furaha na utulivu katika maisha ya familia. Wema hutia furaha na utulivu katika maisha ya familia, kwa sababu baba ni mwema, mama ni mwema, watoto ni wema. Kwa hiyo maisha yao yatakuwa ni ya furaha, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinamfanya mtu amkwaze mwenzake kwa ubaya. Faida ya tatu, assaadatu turabi laulada ala tabiati alhayati lijabia, wema hufanya kuwalea watoto vizuri katika maisha ya mazuri na tabia zenye kukubalika katika jamii. Watoto wanaleleka vizuri. Watoto wakimwangalia baba amenyoka, watoto wakimwangalia mama amenyoka, watoto hawatokuwa wa na sababu ya wao kupinda, kwa sababu wanacho kigezo kizuri kwa wazazi wao ambacho kinawafanya wawe ni watu wenye kuiga maisha ya wema, maisha mazuri, tabia njema, tabia nzuri, hata katika maisha ya kijamii watakuwa na maisha ya furaha.